Au zikiwa kwenye sufuria watu wakitokoa baadaye, ko huwa nazikaanga kwanza hivi, na baada ya hapo naweka maji kidogo namna hiyo. Nikisha maliza nazifunika kwanza, nafunika ichemkie kwanza. Hayo maji zetu zinaendeleaje mpaka sasa? Naona sasa mda huu ndo tunaenda kuweka nyanya na mazagazaga mengine, ingia ukungu kidogo. Tunaweka nyanya na mazagazaga mengine yote unayotakiwa kuweka, mboga nayo, ila kwangu mimi niko na nyanya. Nitaweka na chumvi sasa hivi na utumbo nitaweka na nyanya chungu, yeah. Sasa ndo muda ambao nitaweka maji yangu ili ndizi ziive zichanganyane vizuri, zi zinoge na hapo ndo nitafunika ili nisubiri kuwa sibiri itavyokuwa. Sasa tunaenda kuangalia ndizi zetu zimetokea aje. Na hizo ndizi, tunaweka sasa hivi carrot na tui la nazi. Hapa tunasubiri kidogo, tutoe chakula, kitakuwa tayari. Sasa tunapakua chakula chetu kidogo, tuone rice. Oh, try this one, want to regret about this Yaani kinatoka ni super good you see. Hapa ina editing wala chochote. Ona chakula kinaitika. Karibuni.